Karibu katika chaneli yangu ya YouTube. Kipindi kilichopita nilielezea kuhusiana na vifaa vinavyohitajika katika utengenezaji wa sabuni za magadi, lakini leo nitaenda kuongelea kuhusiana na malighafi ambazo zinahusika au zinahitajika katika utengenezaji wa sabuni za magadi. Ni vema kama unataka kuwa mwanafamilia wa, ukabonyeza alama ya chini ya kengele iliyoandikwa subscribe, ili kila nitakapokuwa nikitoa video zangu, wewe wa kwanza kutazama na kupata mafunzo mbalimbali kuhusiana na utengenezaji wa, wa sabuni za aina tofauti tofauti. Malighafi muhimu ambazo zinahitajika katika utengenezaji wa sabuni za magadi, kwanza kuna mafuta ya mise au mbosa. Mafuta ya mise au mbosa ni malighafi muhimu kabisa ambayo huwa inahitajika katika utengenezaji wa sabuni za magadi, na malighafi hii huwa inasaidia saidia katika kuimarisha ubora wa sabuni na kuifanya sabuni yako iweze kuwa nzuri na yenye viwango vya juu katika matumizi. Kwa hiyo kama unahitaji kutengeneza, ni vema ukawa na mafuta ya mise ambayo yatakusaidia katika utengenezaji. Malighafi ya pili ambayo huwa inatumika katika utengenezaji wa sabuni za magadi ni kemikali kemikali. Kuna kemikali ambazo huwa zinatumika katika utengenezaji wa sabuni za magadi. Kuna kemikali ambayo inaitwa caustic soda, lakini pia kuna soda ash. Hizi ni kemikali muhimu sana ambazo huwa zinatumika katika utengenezaji katika utengenezaji wa sabuni za magadi kulingana na kiwango ambacho kinahitajika uh, kwenye utengenezaji huku tukizingatia kiwango cha mafuta ya mise. Malighafi nyingine ambayo huwa inatumika katika utengenezaji wa sabuni za magadi ni pamoja na rangi ya bluu. Katika rangi ya bluu ni malighafi muhimu sana ambayo huwa inatumika katika utengenezaji wa sabuni za magadi au sabuni za mawingu. Lakini katika bluu zinazotumika kuna bluu za kuna bluu za aina nyingi sana lakini bluu nzuri sana ambayo huwa inatoa sabuni yenye rangi nzuri ya magadi ni bluu ambayo inapatikana Kigoma, inajulikana kama Tanganyika bluu. Ni blue nzuri sana kwani huwa inaifanya sabuni inakuwa na mwonekano mzuri wa kuvutia attractive, hata kwa mtu ukienda kumuuzia. Hizo ndo malighafi ambazo zinahitajika katika utengenezaji wa sabuni za mawingu au sabuni za magadi. Kama uja subscribe channel yangu, bonyeza alama ya chini ya kengele, ili uwe wa kwanza kutazama video zangu pindi tu nitakapokuwa nikiupload, lakini pia kuendelea kutazama video zangu zinazoendelea, ambapo nitaonyesha prosesi nzima au prosesi yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho ya utengenezaji wa sabuni. Asanteni sana na waendelea kuwepo katika chaneli hii ili uweze kujifunza mengi ambayo yatajiri. Asante.